Wal insa illa liyabudun, tunaambia majini wanaitwa majini mpaka wanafika kuitwa majini. Mahaba hawana mahaba. Wote angekuwa mahaba wangempenda Mungu. Wahuni wakubwa majini, wahuni. Kazi yao kuwaingilia wake zetu tu na dada zetu na mpaka wanaume wengine vilevile wanaingiliwa niuhabithi huko kwa wanadamu tu, wanaotaka wenzao kuwafanya mashoga. Mpaka jini anataka kumfanya mtu awe shoga, unamsikia kidume ananung'unika usiku, kakutana na kidume mwenzie cha jini. Na mtu kalala na muziki anakoma, alilala na rastafari yuko hivi rastafari, rastafari Mungu anawambia nitakuletea rastafari akufanyie ufare <laughs> We si rastafari, unajua kucheza rege <tie> ntakuletea muhuni mwenzio anajua kucheza rege, akuregeze kwa rege mpaka uregee, muhuni mmoja. Hutaki dini, na ndo kawaida mtu akiwa hataki dini analetewa mambo ya ajabu ya ajabu, na Mungu anakuwa hayazuii, hususan hususani anayafungulia. Wakati mwingine, nenda mkamtia adabu le muhuni mmoja. <tie> Watu wanatakiwa wajikinge kwa Mwenyezi Mungu, wajilinde kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ndio utulivu unapata. Jilinde kwa Allah. Unategemea wapi wewe? Oh, mimi namtegemea kaka yangu yuko Marekani. Oh, akufanyeni nini? No, mwisho wake we, si atakuletea kiatu tu na utavaa, kitakwisha. Kakuletea shati utavaa, umekwisha. Kakuletea hela utatumia, umekwisha. Lakini Allah subhanahu wataala utakuwa naye popote. Leo unaambia popote, ulipo sijui mtandao gani, popote ulipo, mtandao gani, popote ulipo, Allah io wapi? utakapokaa Allah awe hayupo? Anatoa kwenye mfano wa mambo yake tu, anatoa mfano kwenye mambo yake tu ambayo katuletea sisi, hatuwezi kuyaepuka, lazima tuwe nayo. Akiwa kafiri mtu atakuwa nayo, akiwa muumini hayo lazima yawepo. Kuna mambo huya kwepi nehuona hawa jide me kafiri si mtaki Mungu, mtaki Mungu we, hebu kataa kufa basi, kama we kafiri kweli, kufuru na haya mauti, kufuru mauti, si kafiri we, sema hapa sisi pataruka kivumbi na aje Ita jeshi lako sema, jeshi langu we, njooni jamaa, leo muangalie mpaka kufa kwangu. Huyu muangalie kila wakati, weka kamera kwenye nyumba zako, mtizame malakul mauti, weka kamera. Si umeweka kamera we kina ki, ki sisi pangu kupakavu tusije kukuomba, umeweka mlangoni, ukituona, tusema mwambie, nimekwenda Nairobi we, na kweli, si unasema umekwenda Nairobi, hukai wiki, maradhi tayari Nairobi si unasema tutakwenda <laughs> Nairobi, umeomba wakimbia ume, maskini ndani ya katika mji kwa kusema umekwenda Nairobi. Mungu anajua ala, na, na kiwango cha kuwapa maskini unacho. Unafikiri mtu akiwa tajiri anapewa mali hiyo yake peke yake? uh -uh. Tena kuna hikima moja niliipata, nilicheka nikasema nkasema, kumbe sio utajiri tu, kumbe kila kitu si peke yako. Ukiwa maskini na wenzio <laughs> ukiwa tajiri na wenzio, ukiwa unaumwa na wenzio, si unaumwa wewe, utashughulisha wenzio asilale. Maradhi pia ukipata maradhi pia si peke yako. Jitu litakwenda chezea huko, likafanya maasi yake, ligonge ukimwi, ikishaathirika nahangaisha wenziwe, naumwa naumwa. E bwana, ukimwi umepata peke yako, unatutia nasie mashaka uko pamoja na. Pengine alipokatazwa, e bwana, acha zina, niachieni hela yangu mwenyewe, mnanionyea choyo, wananipenda wananipapatikia, mimi niko biuti. Sasa ushamkumba kakaangu, ndo unamsaliti atazijua, mpaka aya muhuni, aya pia atatoa. Unamsikia mtu kashakumbwa na ukimu. Ukimu anatafuta, ukimu anatafuta aya, wa tasimu bihablillahi jamia. Mungu anasema shika katika kamba yake, ipi? Ya ukimu wa la tafarraqu? Kwa nini na wewe tulipokuambia neno la Mungu ukalifarikisha, ukakulisikia? Sasa shakukuta wala tafaraku, jamani, wala tafaraku. Ibaya kufarikiana, msihamane jamani, na ndo leo alipoonekana kwamba wagonjwa wa ukimwi tunawafanyia tuna unyanyapaa, wakaleta sera maalumu. Sasa hivi hakuna kulala mgonjwa wa ukimwi kitandani, halali. Unaweza ukamkuta pale, huwezi kumwelewa yani, yule aloku hakuathirika, hana afya kuliko hilo jamaa, ndo kwa tayari lishaukwemba E, namkuta mtu anatoka anamwaga jasho, hiyo sema supu hii, supu kumbe supu. supu ya ukimwi <laughs> chesi <laughs> ya, supu, we, e, ya <laughs> Deo, supu, sase, me, na supu mimi nagonga supu. mbona husemi kama ushaathirika weye, aatuleti hatabu. supu gani ulokula weye? Eh ARV ndo supu sasa, imekuwa na kweli kitu nakiona kama hivyo. Wakati mwengine wengine hukimbilia kwenye mazoezi, ndio anakokimbilia unaona, waende asubuhi asubuhi, aende kwenda mazoezi, maana waonekane wako fiti. Ni msitaki kutumaliza nasiye jamani, haja yao watumalize na siye. Haya ndo mambo, na huo ndo ukweli. Je, tutafanya nini? Tamko liko pale pale jamani, wala taqrabu zina, hii ndiyo uthabiti kabisa wa kujiepusha na maradhi kama hayo au mabalaa kama hayo na maangamizo mengine, innahu kana fahishatan wasaa sabila.